Kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 19 na ya 20. Karibuni sana wapendwa mahali hapa, naitwa Mwalimu Petro, nawakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mungu ni mwema kila wakati, kila wakati Mungu ni mwema. Basi wapendwa, unaweza pia ukatufuatilia katika chaneli yetu ile ya YouTube pamoja na Facebook zinazojulikana zote mbili kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, ambapo unaweza uka subscribe pale YouTube na Facebook pia unaweza uka follow ili pindi tunapoendelea ku upload hivi vitabu viendelee kukufikia moja kwa moja mahala ulipo, na uvisome kwa ukaribu zaidi. Tusali, tuanze rasmi usomaji siku ya leo kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya nafasi unaotuwezesha kwa ajili ya kusoma neno lako tunaomba ye Mungu tusaidie, ili Bwana tunaposoma tuweze kuelewa. Imarisha uhusiano wetu na wewe, e Bwana, ili maisha yetu yaendelee kuwa udari katika kukuabudu. Tuendelee kuwa imara, sawasawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane moja kwa moja, tuanze rasmi usomaji sura ya kumi na tisa. Afanyaye hivyo hapati kuwa tajiri wala kibaruu wa aliye mlevi. Anayedharau mambo madogo ataanguka kidogo kidogo. Vileo na wanawake huangamiza hata watu wa ufahamu, na yule awaendeaye makahaba ataharibika. Nondo na funza watamrithi, na roho ya mfidhuli ni haramu ya mwenyewe Mfanya haraka kutawakali kuta ana ufahamu, naye mtenda dhambi hukosa juu ya roho yake mwenyewe. Mwenye kuchangamka katika uovu rohoni mwake atahukumiwa, lakini mtu asiyependa udakuzi anao uovu uliopungua. Basi yale uliyoyaambia usinene tena kamwe, hutazidi kuwa na hali mbaya. Na iwe habari ya rafiki au adui, usinene isipokuwa ni dhambi kwao. Usifunue, asije yule akasikia na kukuchunguza, na wakati utakapoadia, atakuchukia. Je, wewe umesikia neno na life pamoja nawe? Jipe moyo mkuu, halita kupasua bali mpumbavu atakuwa na utungu wa neno. Kama vile mwanamke anavyo utungu wa kuzaa mwana, tena kama mshale uchomao nyama ya pajani, ndivyo ilivyo neno tumboni mwa mpumbavu. Mhoji rafiki yako, labda hakulitenda. Hata iwapo amelitenda, yawezekana asizidi kulitenda. Mhoji jirani yako, labda hakulisema. Hata iwapo amelisema, yawezekana asiliseme tena. Basi mhoji rafiki yako, mara nyingi huwa masingizio tu, wala usiliamini kila neno. Aidha, kuna atelezaye kwa ulimi wala si kwa moyo, kwa maana yu nani asiyekosa kwa ulimi wake? Basi mhoji jirani yako lab, kabla ya kumtisha, usipishe torati yake aliye juu. Hekima yote ni kumcha Bwana, na katika hekima yote mnakutenda kwa torati wala kujua maovu siyo hekima, wala shauri la mwenye dhambi siyo busara. Tena kuna werevu ambao ni chukizo, tena kuna ujinga ambao ni upungufu wa akili. Yule aliye na ufahamu kidogo tu pamoja na kicho humpatia mtu aliye mwingi wa busara, bali anayeharibu torati Yuko mwerevu halisi, wala hana haki. Yuko tena mtu mwenye staha ya hila, ili apate hukumu pia. Yupo atendaye mabaya sana, huinama kichwa cha uzuni, bali ndani amejaa hila. Hukunja uso, hufanya kana kwamba yu kiziwi katika sikio moja naye pale pale asipojulikana atakugiribu, na ikiwa kwa kukosa uwezo amezuiwa asitende dhambi, mara patapo nafasi atafanya madhara. Kila mtu atatambulikana kwa uso wake, mwenye ufahamu atajulikana kwa sura yake popote umkutapo nazo na nguzo za mtu na finyo la kutoa meno na mwendo wake huonyesha mara alivyo yeye mwenyewe. Sura ya ishirini. Kuna kumuoji mtu nako si wajibu tena, kuna mtu anyamazaye naye anayo busara. Jinsi vilivyo vizuri kumuoji mtu mahali pa kumkasirikia, naye akirie, atahifadhika asipate hasara. Kama toashi akitaka kumkumbatia bikira, ndivyo alivyo mtu yoyote anayetekeleza hukumu kwa jefule. Yuko anyamazae akaonekana ana hekima yuko naye mwenye maneno mengi akachukiwa. Yuko anyamazaye kwa sababu hana la kujibu. Yuko naye anyamazaye ambaye anajua wakati ufao. Mwenye hekima atanyamaza hata wakati wake utakapowadia, bali mjigamba mpumbavu ataikosa nafasi yake. Mtu wa maneno mengi atachukiza, na mwenye kujidai mamlaka naye atakirihiwa. Kuna mtu aonaye nafuu katika masaibu, tena kuna faida nayo hugeuka kuwa hasara. Kuna kipawa kisicho kufaidia, tena kuna vipawa na malipo yake ni maradufu. Kuna unyonge utokao katika utukufu, tena yuko aliyeinuliwa kichwa kutoka unyonge. Tena anunuaye wingi wa haba aweza pengine kulipia mara saba. Mwenye hekima ya usemi atajipendekeza bali ubishi wa wapumbavu ni kazi bure. Kipawa cha mpumbavu si faida kwako, maana macho yake ni mengi, si moja. Atatoa kidogo tu na kukaripia kwa wingi, atapanua kinywa chake kama mpiga mbiu. Leo atatoa na kesho atataka tena mtu wa namna hiyo ni makuruhi. Mpumbavu husema, mimi sina rafiki, sitolewi asante kwa ukarimu wangu, walau mkate ni bahili wa shukurani. Je, mara ngapi, watu wangapi watamdhihaki huyo? kuteleza sakafuni si kuteleza kwa ulimi, kadhalika wazembe huanguka kwa ghafula. Hadithi iliyosimuliwa wakati usiofaa ni mfano wa mkia wa kondoo wenye mafuta uliwapo pasipo chumvi. Katika kinywa cha mpumbavu hata mfano utakataliwa, madhali hata nena wakati ufaao. Yule aliyezuiwa na dhiki asikose atakapo starehe, hataona fadhaha. Pia yupo mwenye kuiharibu roho yake kwa kuona haya, pia na kwa sura ya ubaradhuli aweza kuiharibu tena kwa kuona haya. Kuna mtu mwenye kumwaidia rafiki yake na kumgeuza kuwa adui bure. Uongo ni waa la unajisi katika mtu, utakuwamo daima kinywani mwa mjinga. Afadhali mwivi kuliko muongo wa daima, lakini wote wawili watarithi maangamizi. Sifa ya mwongo ni fedheha na aibu yake inadumu milele. Mwenye hekima ya usemi atajikweza na mwenye busara atawapendeza wakuu. Alimae shamba atarudisha chungu yake iwe kubwa, tena mtu awapendezaye wakuu atasamehewa makosa. Zawadi na vipawa vyaweza kuwapofusha hata wenye hekima na kama akifunga mdomo kinywani, hugeuza mbali makaripio. Hekima iliyofichika na mali iliyositirika, mna faida gani ndani yake zote mbili? Afadhali ya ufichaye upumbavu kuliko afichaye hekima yake.